Karibu tena. Zoezi la usajili wa makurutu wa polisi lilifanyika Jumatatu, ambapo maelfu ya Wakenya walijitokeza katika vituo mbalimbali mbali nchini. Hata hivyo, baadhi yao walilalamikia ya kile walichosema ni kanuni kali na kuitaka idara ya polisi kulegeza kamba ili kuwaajiri Wakenya zaidi. Huku hayo yakijiri, inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja amesema zoezi hilo limekamilika bila tashwishi yoyote. saa mbili asubuhi Maelfu ya vijana walimiminika katika vituo 427 kote nchini, kila mmoja akiwa na matumaini ya kujiunga na kikosi cha polisi. Hata hivyo, mchujo ulianza, mmoja baada ya mwingine wakiondolewa kwenye orodha, jambo lilowagadhabisha baadhi ya waliochujwa. Mimi hapa kila siku natolewa kwa kusema mimi ni mfupi. Kwa nini mimi nimeona mapolisi kama mimi wafupi height, kwa nini hao watu hata saa hizi niko sure hawajazi namba yenye nafaa kuchukuliwa kazi. Lakini mimi niko hapa niko qualified na wananinyima. Nimekubali sina discharge tena nikaingia kwa line ya raia, kama sasa raia juu niko qualified kwa crate akakuja akanitoa tena akanitoa kwa kiwanja. Sasa mimi, mimi, mimi sioni makosa hii, hii recruitment sioni kama ni fair. Huwa nafanya vibarua zangu sasa, so huko tu ndo nitarudi tu like kama nitaangukia kama nyota pia inaezansaidia kujijenga. Kima andotavi akizungumza baada ya kukagua zoezi hilo kaunti za Narok na Machakos, Inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja alibaini kuwa wale waliochaguliwa hii leo watafanyiwa mafunzo kabla ya kujiunga na kikosi cha NPS.

Uajiri uh, uh, wa kikosi cha polisi ulifanyika mwisho mwaka 2022. Kwa sasa NPS inapania kuajiri maafisa elfu kumi. Lora Utieno, runinga ya Citizen, yacitizen